Nataka niwakumbushe wale wanaobeza ushindi wa CCM katika chaguzi zote kwamba CCM imeendelea kukaa madarakani miaka yote, na nyiye fanyeni kazi zitakazotoa matumaini kwa Watanzania. Siri ya CCM kuendelea kushinda kila uchaguzi ni imani kubwa ya Watanzania walionayo kwa Chama cha Mapinduzi. Wakati vyama hivi vikiungana TANU na ASP walipotoa azimio, nanukuu, walisema itakapofika tarehe tano mwezi wa pili tutavivunja na kuunda chama kikubwa kitakacholeta mapinduzi na mageuzi ya kijamii na kiuchumi. Madhumuni hayo yanatekelezwa toka kuundwa kwa CCM, hatujaacha mpaka sasa. CCM oye! Hayo ndio mageuzi ya kiuchumi, mageuzi ya kijamii na yote mafanikio yanayoelezwa yametokana na misingi hiyo ya kuundwa kwa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo tunajua wananchi wanaendelea kukichagua Chama cha Mapinduzi kwa sababu ya mambo mengi yaliyofanywa katika ujenzi iwe wa mashule, iwe barabara, iwe katika elimu, iwe katika afya.